Nikukaribishe tena katika chaneli yetu naomba tujifunze namna na ya kufungua YouTube chaneli ya kulipwa video hii imefanyika mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni video mpya kabisa ambayo inazingatia vigezo vyote vya msingi vya kufungua chaneli ya YouTube. naomba uungane na mimi mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza na uweze kutengeneza chaneli yako leo ah kama bado hujasubscribe naomba usubscribe tuweze kuendelea pamoja cha kufanya tutaingia YouTube. Tafuta faili lako la YouTube. Kama unavyoweza kuona kwenye skrini yangu hapa nitagusa faili la YouTube. Baada ya kufungua YouTube, itaonekana kama inavyoonekana hapa. Moja kwa moja utaangalia upande wa juu kulia na nitakuchorea na mshale kama unavyoweza kuona pale, kuna alama ya i, hiyo ni, ni email ambayo imetumi, imetumika katika nini? Katika channel hii. A, ili uweze kutengeneza channel ya YouTube unapaswa uwe na email ya Google zile zinaitwa Gmail. Nadhani mara nyingi kwenye kila simu utakuta kuna Gmail na huenda hata wewe pia kwenye simu yako kuna email ambayo tayari ipo inaoneka na inaonekana YouTube. Sasa cha kufanya utagusa moja kwa moja kwenye ile ikoni ya email. Utakapogusa mara moja itakuja namna hii. Utaenda your channel. Gusa mara moja your channel. Sasa cha kufanya utaenda utatengeneza sasa. Hapa tunaona kwenye kutengeneza channel. Ingia kwenye sehemu ya name. Tagusa kikalamu hapa kwenye name, tunazo tukaandika afya yako. Page yetu inaitwa afya yako, tutaita afya yako. Unaweza ukaipa jina lolote kulingana na kile ambacho unakifanya wewe. Baada ya hapo, tutagusa save. Tutaenda sehemu ya uh, ya chini ya sehemu ya juu kwenye iconi cha picha hapa, maanake utaweka picha yote ya utambulisho wa chaneli yako. Mimi nitagusa kwenye iconi ya picha Nitakapogusa nitaruhusu kuchukua picha gallery. Mimi nitaweka picha yoyote tu, kwa sababu tunajifunza. Nitaweka picha yoyote kwa sababu tunajifunza. Nitaweka hii icon hapa. Baada ya kuigusa, nitagusa save as profile picture, yani maana yake save kama picha ya utambulisho. Baada ya hapo, mwenye tano nimeandikwa create channel, kigusa create, maana yake itatengeneza moja kwa moja channel yako. Baada ya kutengeneza hivi hatujamaliza, kuna vitu vya msingi vya kufanya katika chaneli yako. Nitagusa kalamu mara moja hapa, hii ndo ile nani, dashboard ya juu ya chaneli yako, namna ya kufanya setup. Jina tushaandika ni afya ya yako, ila kuna sehemu imeandikwa description. Hii sehemu ni ya msingi sana, ili chaneli yako weze kutafutwa na watu au kusachiwa na watu mtandaoni, ni ya msingi sana. Kwenye description tutagusa mara moja, tutaandika maelezo kwa kifupi chaneli yako inahusu nini. Tunaweza kuandika hapa chaneli yetu inahusu afya bora kwa kila mtu. Baada ya kuandika namna hiyo, description yako uta save, imeandika kwa kifupi sana, ili unaweza kuandika vitu ambavyo nadili navyo vyote, labda nadili na magonjwa labda ya kisukari, pressure, inategemea na kile ambacho unakifanya wewe, labda unahusika labda na muziki, labda unahusika na muziki, labda wa aina hii aina hii labda mi ni mpishi nafundisha mapishi ya aina hii, utaandika kwa kikwa kirefu jinsi unavyotaka nini kuandika wewe. Afya bora kwa wote, turudie tena, nitagusa okay. Mara moja baada hapo, nitakuwa nimesave description kama unavyoiona hapo, tarisha ishajiandika. Baada ya hapo sasa, nataka nikuelekeze namna ya kuupload video yako ya kwanza YouTube. Dashboard tutaonekana namna hii, baada ya kutengeneza kila kitu haa kufanya tutakwenda moja kwa moja, uh, sehemu iliyoandikwa sehemu yenye kialama cha jumlisha. Nadhani ukiangalia skrini yangu utakiona nimekionyesha pia kwa mshale. Uh, hii alama jumlisha utakapogusa mara moja itakuletea machaguo ya kuchagua. Chaguo la kwanza ni create shot na chaguo la pili upload video. Tunapoongelea short ni zile video ambazo ni za chini ya dakika moja, ila video maana yake ni zile ndefu kuanzia dakika moja na kuendelea cha kufanya hapa nitabonyeza alama ya ya, ya, upload, ya pili hapa ya chini ya create short. Nitakapogusa itanipeleka wapi? Itanipeleka gallery. Nitakaponipeleka gallery, nitachukua video yoyote. Mimi nitachukua tu video hapa juu hii video ya kwanza kabisa hapa juu nitagusa next. Baada ya kugusa next, inaniandikia, inaniandikia uh, create title. Tunapoongelea title manake ni kile kichwa cha video tangazo la yani, kichwa cha video kinahusu nini. Kuseme labda video yako labda inahusu tiba labda ya kisukari, au labda jinsi ya ku, ya kupata pesa labda mtandaoni. Kwayo nitaandika hapa mfano wa kichwa cha video yangu. Kichwa cha video yangu, si ndio? Eh, jinsi ya kutibu kisukari Mona, hicho ndo kichwa cha video yangu head. Si cha kufanya, nitaenda kwenye description. Description maanake ni maelezo kwa kifupi ya ile video yako. Usipoweka maelezo kwa kifupi kuhusu video yako, maana yake video yako itaweza kufanya nini? Kuonekana kwa watu, kwa nitaandika maelezo kwa kifupi, description. Labda video hii inahusiana na nini? Video hii inatoa ufafanuzi wa dalili na tiba tiba ya kisukari. Baada ya kuandika namna hii, description yangu itakuwa imeshakaa. Nitaenda next hapa, enda kumalizia kuposti, ila kabla hujaposti inabidi uonyeshe kuwa video hii labda imetengenezwa kwa ajili ya watoto ama watu wazima. Kwa hiyo nitachagua namba mbili hapa, ambayo video hii haijatengenezwa kwa ajili ya nini? Ya watoto. Kwa nitachagua namba mbili, no it's not made for kids. Hiyo lazima ufanye namna hiyo. Jua kuna zile video ambazo ni kwa ajili ya watoto na nyingine ni kwa ajili tu ya watu wazima. Kwa hiyo video hii ni kwa ajili ya watu wazima. Kwa hiyo tutagusa namba mbili ambayo no, it's not made for kids. Kutaenda upload video. Tutakapo upload video, maana video yetu itaanza kwenda. Itaingia kwenye channel yako. Video yako itakuwa inaingia kwenye nini? Kwenye channel yako. Nadhani hapa nikikupeleka, kuna sehemu utaona video zinaanza ku video inafanya processing. Unaona video yetu hapa inapanda Video yetu inaingia kwenye channel yetu. Baada ya dakika chache tu, utakuta tayari imeshafanya nini, imeshatokea unaweza kaiplay YouTube kaiangalia, na mtu yote akisearch mtandao ataipata. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, na mimi nimejifunza namna ya kutengeneza channel, na unaweza ukafuata hatua hizi ukatengeneza channel yako vizuri kabisa. Kama umejifunza kitu, usiache kusubscribe kwa ajili ya mafunzo mengi ambayo yanakuja: namna ya kuset channel, jinsi gani utaapply malipo na vitu vingine vingi. Kwa hiyo nakuomba usiache kusubscribe katika channel yetu, pia like video hii kama utakuwa na swali lolote maoni yoyote andika kwenye komenti hapo chini, tutashukuru sana asante.